2030 madini ni maisha na utajiri, lengo ambalo mmeendelea kulitekeleza ni kuishauri serikali katika masuala mbalimbali yanayohusu ustawi wa mamlaka ya serikali za mitaa. Na sina shaka kupitia mkutano huu wa 15 mtatoka hapa na maazimio na ushauri kwa serikali yetu, kwa kulenga kuongeza ubora wa utendaji wa serikali, lakini pia na utoaji wa huduma kwa wananchi kwa kuzingatia ukaribu na ushirikiano wenu na wananchi, naamini mnazitambua vizuri changamoto ambazo zinawakabili wananchi wetu kwenye maeneo yetu, na mnaelewa pia afua ambazo zikitekeleza zinaweza kuleta maendeleo makubwa. Na kwa muktadha huo, endeleeni kuimarisha taasisi hii ya TOA ili iweze kuwa na nguvu na iweze kuishauri serikali ipasavyo wakati wote tena pamoja na kuhimiza wanachama kufanya kazi kwa weledi uzalendo ili kuleta matokeo chanya yanayotarajiwa na Watanzania. TOA iwajibike kuhamasisha katika kutumia mbinu mbalimbali kwenye mamlaka hizi za serikali za mitaa kuongeza wigo wa mapato, ili kuongeza uwezo wa kujitegemea kimapato na kugharimia shughuli mbalimbali za uendeshaji na utoaji huduma kwa wananchi wetu taasisi hii yatoa iwe chachu ya kusimamia ukusanyaji mapato kwenye maeneo yetu. Hebu mpeane mbinu. Kwa nini mapato anayokadiriwa ukija kukusanya yanakwenda asilimia mia moja na thelathini na nne? Maana yake nini? Mlikosea kukadiria, hamkutambua vyanzo, kumbe kuna vyanzo vingine mliviacha, mkuviingiza kwenye mpango kazi tunajua kuna maeneo yanaibuka kimsimu. Basi kama ni imebandisha asilimia kwa sababu ya eneo lilioibuka kwa msimu, hiyo sawa, lakini kama ni makadirio tu, alafu mmefanyia kazi maeneo yote, imepata asilimia mia moja thelathini na nne. Wengine wanafanya hivyo ili tu waziri wa nchi akifika apongeze na kupongeza, mnajipigia makofi, lakini kumbe kulikuwa na kauzembe kaukadiriaji. Ni muhimu mkabainisha vyanzo vyote mkajifunza kila chanzo kinatuingizia shilingi ngapi kwa mwaka, halafu mweke. Mkishaweka sasa, ongeza nguvu ya ukusanyaji kikamilifu. Hayo ndio msisitizo wangu, sambamba na mabadiliko tunayozungumza wakati wote. Serikali ya awamu ya sita imesimamia matumizi ya mifumo mbalimbali mbali ya kielektroniki, na ndio imekuwa msisitizo kwenu watendaji wakuu kuhakikisha kwamba mamlaka za serikali za mitaa wakati wote ambaofanya kazi wakati wote ambaoendesha mawasiliano basi, mawasiliano yetu yawe ya kimfumo kwa njia ya kielektroniki. Mifumo hii inaiwezesha pia mamlaka ya serikali za mitaa kupitia halmashauri zetu kupata ufanisi, uwazi na uwajibikaji katika mamlaka zetu, na mifumo hii ni pamoja na mifumo ya uhasibu ambayo leo tumeimarisha kwa kielektroniki. Na mawasiliano moja kwa moja mpaka makao makuu ya lakini pia manunuzi, mifumo ya makusanyaji wa mapato. Matumizi ya mifumo kwa kweli yamesaidia sana kupunguza urasimu, kurahisisha ulipaji wa malipo, hasa udhibiti wa upotevu wa mapato na kuboresha ukusanyaji huo. Na leo tumeona kila almashauri ilikuwa inakusanya fedha, walikuwa wanakusanya theluthi moja sasa wanakusanya theluthi zote tatu na kufanya kitu kizima ambacho kimekadiriwa. Tunafanya maboresho pia kwenye sekta nyingine za huduma za jamii kama vile afya na wote mnajua kwamba sekta ya afya inasimamiwa na mamlaka za serikali za mitaa ujenzi wake wa maeneo ya kutolea huduma za zahanati, vituo vya afya, hospitali za halmashauri, hospitali za wilaya mpaka hospitali za rufaa za mikoa zinajengwa na kusimamiwa na watendaji kwenye mamlaka za serikali za mitaa, wakurugenzi na makatibu tawala wa mikoa. Tumeongeza vituo vya utoaji huduma vya afya kufikia 9826. Tumeongeza majengo ya mama na mtoto katika vituo 7367 na kipi tumeongeza hospitali zinazotoa huduma ya magonjwa ya dharura hadi kufikia hospitali 116. Haya ni mafanikio makubwa, na watendaji ni nyie wenyewe. Lakini pia tunafanya maboresho kwenye sekta ya elimu. Tumeimarisha ujenzi wa miundombinu ya sekta ya elimu kwa kurugenzi zote za msingi, sekondari, lakini na vyuo vya elimu ya kati. Tumeimarisha ununuzi wa vifaa vya kujifunzia na kufundishia ambavyo walimu wetu wanavitumia na wanafunzi wetu wanavitumia kufikisha taaluma kwa vijana wetu. Tumejikita katika kujenga maabara za sayansi eneo ambalo kwa miaka mingi tumekuwa na changamoto nalo, lakini sasa hivi tumejiimarisha vizuri. Kwenye shule za sekondari za kata ambazo ilikuwa za kutwa, tumeanza na ujenzi wa mabweni ili kuwezesha wanafunzi wetu wanaotoka mbali, lakini pia makundi ya ke na me kulala shuleni. Huu ni mkakati ambao tunauona unaendelea. Naomba nitumie nafasi hii kuwaelekeza na kuwataka viongozi wote wa mikoa na watumishi wa mamlaka za serikali za mitaa nchini kuendelea kusimamia maadili na uzalendo, mifumo ya ukusanyaji wa mapato, pamoja na mifumo mingine yote iliyoanzishwa na serikali kwenye ngazi zao. Pia kuendelea kusimamia kikamilifu matumizi ya fedha za umma pamoja na utoaji wa huduma bora kwa wananchi.